Na wasalimu asubuhi wa ya leo na mjambo Bwana Yesu asifiwe wa na wale wa, wa, wa, wa ndugu zangu hapa Mombasa, asalamu aleiku. Basi karibu tena kwa chaneli yangu, naitwa Daktari Wilson Tayo na, na kile ambacho nimewaambia, watu wengi wananifuata wakiniuliza maswali ambayo ni ya madaktari wanaotibu watu kule hospitalini. Mimi sio mmoja wao mimi ni daktari katika masuala ya kiroho, ni swala ya kiroho nakupatia mambo haya, na pia mambo ya nature ambayo mnaita herbal, hizi vitu vya herbalist. I'm not a medical doctor of herbalist, but mimi nakupatia spiritual dimension, mambo ya kiroho. Kwa hivyo niko na doctorate katika mambo ya Christian mission, hiyo ndio udaktari wangu, lakini ni expert, wengine wananiita professor wengine wananiita mwalimu, vile unapenda tu kulingana vile umefunuliwa. Lakini hizo ndio nafasi ambazo nimepata wakati ninaishi katika dunia hii. So leo nitakupatia suluhisho la rahisi sana kwa mtu ambaye ni kichaa au mtu ambaye ni mwendazimu. Wendazimu, wendazimu wanachangiwa na mambo mengi. Kama hilo jambo ama matatizo ya wendazimu haijakuja kwa huyo jamaa Unaona, hilo jambo halijakuja kwa sababu alipata ajali. Maana kuna watu wakianguka na magari ubongo unaharibika, sasa wanakuwa waendazimu. Ni vizuri sana kuangalia kwenda hospitali na kuangaliwa mambo ya kisayansi, kuthibitishwa, kuona kama ni mambo inaweza kusaidika. Lakini kama ni mtu tu alikuwa sawa alafu baadaye anakuwa uendazimu anakuwa nini, hiyo ni vitu ambao ni vya kurushia wengine. Wana, wanafanya makosa mengi ambao hawajui ndio maana wanapata hayo madhara. Kuna wakati nimefundisha kanisani uh, habari za kukojolea mumea, kukojolea mumea wa miujiza, na wengi hawaamini, lakini kuna madhara kadhaa unapokojolea mumea wa muujiza, au unapokutana watu ambao wamebeba maji yanayoosha wa watu wa mochari ambao wamekufa, na yale maji yanaenda kufanya vitu fulani katika maisha wengi kuna uchafu mwingi unaendelea katika dunia kwa ajili ya kutafuta pesa, lakini nataka niwasaidie. Iwapo mgonjwa wa ndazimu amepata matatizo hayo na umejaribu mbinu zote za hospitali, mbinu za herbalist, za madawa ya, ya kawaida ya kienyeji na nini, na hizo vitu vimekataa, jaribu mbinu hii ambayo unakupatia, inaweza kusaidia. Unaona, mnaita um, nyanya nyanya hizi hizi, fruti za nyanya kwa kizungu wanaita tomato. Hizo majani yake jaribu ku, ku, ku squeeze, uyafinye maji yake yaingie katika mas, macho aa, kupitia kwa, kwa mapua ya mtu ambaye amepata madhara ya uendazimu. Finya hivyo kwa, kwa, kwa mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana, jioni maji yaingie katika uh, pua za mtu ambaye ni wendazimu. Kisha finya vile basi, huyo mtu ata, ata, atapiga chafya mara kadhaa, alafu atatulia, machozi tamtoka kwa macho. Fanya hivyo kwa siku tatu, yule mtu atarudi sawa, mambo wendazim. Ya wendazimu majani yale tu ya tomato wazungu wanaita tomato, nyinyi waafrika mnaita seduhi nyanya, vitu kama hizo basi, hiyo ni suluhisho. Kwa sehemu nyingine unaweza tumia maji ya nazi, tunda la nazi unatoa maji, alafu yale maji changanya na yai la kienyeji, ombea pamoja, alafu mpatie, anakunywa kijiko asubuhi, mchana na jioni, lakini hakikisha umechanganya na juisi ambayo inatoka kwa konokono. Unajua lile ile mdudu anaitwa konokono. Konokono watatu ama saba hivi, osha kwa maji vizuri, toa juisi yake uchanganye. Ukisha changanya mpatie yule mgonjwa. Ufanye hivyo kwa siku tatu, kwa siku saba. Hapo utaona jamaa amerudi sawa kutoka kwa mambo ya wazimu. Pia unaweza chukua maji ya nazi. Wakati unafanya vile, maji ya nazi unaosha kichwa yake kwa hizo nywele, ndio wazimu. Huwa unaona wakati mtu anaposhikwa wazimu, kitu ya kwanza anaanza kujikuna kichwa, alafu wengine wanatoa vitu maridadi wameweka kichwa, wanatoa wakitupa, wanatoa. Huwa wazimu ukishika mtu unaanza na nywele, hapo ndio jambo la kwanza naanzia. Sasa unaondoa hapo, alafu unashika hapo una make sure kwamba unaosha kichwa yake huyu jamaa anakuwa sawa aa. Kwa siku kama tatu saba, kuna mtu nimemsaidia Nigeria, nilikuwa na mkutano Nigeria Lagos. Wakati nafanya huo mkutano wa siku ngapi, siku tano, lakini siku ya pili nikaletewa mtoto ambaye amekuwa wazimu kwa miaka mitatu, kijana wa miaka kama 18 hivi, so nilimsaidia kwa kufanya huduma ya juu yake tu hizi zenye nafundisha na, nikasema siku saba atakuwa ako salama, lakini kabla sijamaliza mkutano, baada ya siku ya tatu akamrudisha akiwa salama na ni mzima mpaka leo. Unaona, haya mambo nawambia, kuna evidence Nairobi hapa nimesaidia mzee wa miaka kumi na nane kwa wazimu, miaka kumi na nane akiwa wazimu. Nilisaidia mke wake na mke wake akaniletea huyo Ikabidi nimsaidie na baadaye, Mungu amemrudisha yule mzee. Pesa yake ya retirement ilikuwa inataka iliwe na watu waliomtupia yule wazimu, akawa amebaki kwa street za Naivasha akitembea tembea bila mwelekeo. Lakini nilipoenda Pangani, Nairobi, mama yule akanitumia, basi nikamhudumia, basi yule mzee akarudi sawa kwao, ni Kitale na wako salama mpaka saa hii, walirudi wazima. Watu wa Mungu, hii vitu ninayofundishwa vinakaa kama vinaweza kuwa ni vituko kwenu, vingine havina mwelekeo, lakini mimi wanangu, nimekatalia hapo kwa sababu kuna suluhisho katika mambo haya si Mungu awabariki na watie moyo. Ukifanya vile, utaona tatizo la kichaa ama wazimu limetoka mtu, iwapo lilikuwa limekataa mambo ya hospitali. Fanya hiyo njia, na ukimwamini Mungu hakuna jambo haliwezekana. Tukutane kwa video ingine. Asante.